Na moja kwa moja tunaanza na gazeti la Uhuru ambalo lenyewe lina kichwa cha habari linachosema, eh, makubwa ya ibuka Dar es Salaam kufuatia bom, bom, bomo ya majengo ya husiana na hekalu la mchungaji Lwakatare, yabainika kuna makubaliano feki yaliingiwa. Vinara wanaswa ni katika operesheni ya wahamiaji haramu, na kuna eh, Jitu Patel aibuka fafanua kuhusu shamba lake kuna habari picha inayomuonyesha Mbwana Samata baada ya kupokea ile tuzo, alikuwa amechoka sana, kwa hiyo alikuwa amelala akiwa amejifunika bendera ya Tanzania, lakini pameandikwa tu ni heshima. Lakini kwa juu upande wa kulia kuna picha rasmi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, ambayo sasa itaweza kuonekana katika kila ofisi na kila sehemu ambapo eh, ina umuhimu wa kuwepo. Gazeti linalofata ni raia Tanzania, ambapo kichwa chake cha habari kinasema: kikuu Chadema CCM vitani tena, Dar es Salaam. D Rwakatare amponza mwanasheria wa Nemki, afukuzwa kazi, sasa kushtakiwa kwa kupiga dili. Maofisa bomoa bomoa anusurika kipigo. Kigogo serikali yapata kigumizi ada elekezi. Gazeti la Majira nasema ripoti bomoa bomoa, nyumba mia saba sabini na nne za za fyekwa Dar es Salaam. Jumba la Lwakatare la geuka sarakasi Msimbazi. Kazi bado mbichi. Magufuli Lowasa wampongeza Samata sasa ageuka. Habari ya mjini na habari picha pia inatuonyesha kaimu mkurugenzi wa idara ya habari maelezo zamaradi Kawawa upande wa kushoto na mkurugenzi msaidizi wa idara hiyo Rafael Okororo wakionyesha kwa waandishi wa habari picha rasmi ya Rais John Magufuli itakayokuwa ikitumika kwenye ofisi mbalimbali mbali za umma na serikali. Picha hiyo inauzwa shilingi elfu kumi na tano. Ukwa, ukawa wakwama kuzuia uchaguzi wa mamea Dar es Salaam na uhaba wa nyumba za, za walimu, walimu walalamika kukosa faraga usiku. E, na pengo aridhishwa huduma za moyo mwimbili na waziri umi asema wasiopeleka watoto shule kufikishwa kortini mwezi Machi. Jambo Leo: Magufuli awafunga midomo. Ukawa ni kutokana na kasi yake ya kutumbua majipu. Viongozi wasema anawamaliza kisiasa, wajipanga. Chadema wakutana kujadili hatima yao kisiasa. Bomoa bomoa aipasua bomoa. Serikali, mawaziri wa wizara nne wajifungia kusaka muafaka Wananchi waomba marais wa staafu kuingilia kati. Maofisa ardhi wanaosurika kipigo cha wananchi. Asilimia hamsini wanakunywa pombe isiyo salama na vita ya umea ilala Kinondoni ni leo. Zanzibar leo linasema tumejidhatiti kuimarisha miundombinu ni kauli yake rais wa Zanzibar Dr Ali Shein. Vilevile serikali kuimarisha barabara vijijini. Pengo akataa kutibiwa nje. Harun ataka watoto wasomeshwe historia yao. Hekalu la mchungaji Lwakatare kumfukuzisha kazi mwanasheria wa Nemki. Tanzania Daima: serikali ya ufyata yasitisha ubomoaji, waathirika kulipwa fidia na kupata misaada. Bomoa bomoa yaua mama na bintie. Sumaye alazwa Muhimbili. Mpaka azua tafurani huko Mbeya na Samata amliza baba yake mzazi. Gazeti la Nipashe, mwanya safari za kwenda matibabu India wafungwa. Afukuzwa kwa kuhalalisha hekalu la mchungaji Lwakatare. Mbwana Samata mkuna rais Magufuli. Wananchi wajenga matofali shamba la Sumaye. Chanjo ya polio kifua kikuu yaadimika mabondeni. wa mlaani Makamba. Picha rasmi ya rais Magufuli. Serikali imetoa picha rasmi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Magufuli Kitwangu. Kitwanga agwaya, serikali imeshindwa kutoa taarifa idadi ya askari wa jeshi la polisi nchini. Gazeti la Mtanzania, serikali yashtuka bomoa bomoa, watakao bomolewa sasa ni wale wenye makazi ndani kabisa ya bonde, miteremko na kingo za mto. Watumishi serikali waliomilikisha wali maeneo ya bondeni, wanaofanya kazi ya ubomoaji kinyume cha sheria, kukiona. Nyumba na majengo yaliyokuwepo kabla ya kutungwa sheria hazitabomolewa. Wenye nyaraka halali za umiliki hawatahamishwa bila kupewa sehemu nyingine ya kujenga. Waathirika wanaohitaji msaada kuhudumiwa wanaozushiwa wanaoanzishiwa dawati la kutoa dukuduku. Hoteli kubwa za siku nyingi karibu na ufukwe hazitabomolewa, zitapewa masharti. Walioweka pingamizi mahakamani wataheshimiwa. Jarida ya Marekani lamsifia rais Kikwete kwamba ni rais bora elfu mbili na kumi na tano. Gazeti hilo linaitwa Sun Times limeandika likimsifu Kikwete kwa kukubali kumwachia mrithi wake Dr. John Magufuli kiti cha uraisi, tofauti na wakuu wengine wa nchi za maziwa makuu. Na namwagia pia sifa ya upatanishi. Wastara afunga ndoa na mbunge Sadifa. Habari leo: bomoa bomoa iko pale pale. Mawaziri wanne wakutana kutathmini watoa wa ufafanuzi. Mwanasheria Nemke afukuzwa kazi, kisa swala la mchungaji Lwakatare. Wasiopeleka watoto shule kuburuzwa koltini Machi. Wahamiaji aramu 79, watiwa mbaroni, ni kutoka nchi 15 duniani, wengi ni Waethiopia, wa China na wa Korea. Na kuna habari picha ikionyesha wakazi wa Kigogo, Mburahati, bonde la mto Msimbazi, wakishuhudia nyumba yao ikiwekwa alama ya x inayomaanisha kubomolewa kwa nyumba hiyo, ukiwa ni mwendelezo wa operesheni ya kubomoa nyumba zilizojengwa kwenye maeneo pevu kando ya mto na mikondo ya bahari. Picha ndogo, mfanyakazi wa nemki akiweka alama hiyo ya x. Na sasa tunageukia ya magazeti yanayoandika ya kwa lugha ya Kiingereza, na tunaanza na gazeti la Daily News ambalo linasema e, Samata aweka historia Afrika, na huye huyu ni waziri wa um, habari, na huye ahimiza juhudi katika kazi pamoja na uadilifu uwezo wa wanafunzi kimasomo kuongezwa. Hii ni habari nyingine ambayo imesemwa ime, ime na uh, Tanzania Institute of Education and Taasisi ya Elimu ya Tanzania.